Habari hey, za jioni. Leo niko kuwafundisha namna ku, ya kuzuia comment kwenye TikTok, na pia kwenye njia hiyo hiyo unaweza kuzuia comment, unaweza kuiruhusu pia ukitumia. Okay, okay, ukizuia hiyo hiyo namna unaweza kuiruhusu. Namna ya kwanza, unaingia TikTok alafu unakuja kwenye profile, uko chini, uko chini kulia kwako kabisa, mwisho unabonyeza profile. Shaka kuja kwenye profile, unabonyeza hivi hivi, mistari vya huku juu kulia, upande wa kulia juu kabisa. ukisha vibonyeza, itakuja setting, utabonyeza setting, utabonyeza setting, itakuja account, afu kuna ya pili privacy, ya tatu security and permissions, utakuja privacy, alafu hiyo privacy privacy ambayo unabonyeza, ambayo unabonyeza inabidi ubonyeze kwa huku mbele kabisa, yani mfano, yani upasi kuibonyeza yenyewe kabisa, kama hivi kwa watumiaji wa, watu wa TikTok Lite upasi kuibonyeza. Unabonyeza kwenye kale kamshali kambele afu unakuja hapa comments, ukifika hapa comments unaibonyeza hiyo comment, alafu unabonyeza allow comments from hapa hivi. Yangu mimi imeandika everyone. Sasa utabonyeza hapo everyone, ukishabonyeza everyone who can comment on your post friends, hapo everyone ni kila mtu anaweza ku comment, ambaye hujam follow umem follow, afu friends 831 followers you followed back, hao ni followers ambao nimewa follow back ndo wanaweza ku comment, unachagua wewe mwenyewe, au no, no one hapo kwenye no one Hakuna mtu yoyote anaweza kucomment kwenye account yako ya TikTok kwenye video yoyote utakayotoa utakayo, toa, utakayo post, no one can comment. Na hiyo inasaidia sana sana. Kuna video ambazo mtu unaweza ukatuma afu then utaki comment, unaingia tu hapo una set comment alafu maisha yanasonga kurudisha, kurudisha unaingia huko huko kurudisha watu hawa na comment kwenye video zako, unakuja setting hapo hapo afu unabonyeza privacy ya pili. Hiyo privacy ukishaibonyeza privacy utakuja comment kwenye hapo, ukishavuka hizo za juu unakuja interactions, alafu unakuja comment, unabonyeza comment ukishabonyeza comment unasubiria, unaingia alafu, hapa juu hivi wameandika allow comments from no one. Unabonyeza no one, alafu unabonyeza hapo, alafu unaweka everyone can comment ina, inasababisha mtu yoyote anaweza kucomment kwenye akaunti yako ya TikTok. Thanks, msisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, kwenye akaunti ya TikTok ipo hapo kwenye